Magonjwa kama gonorea na UTI yanachangia kwa kiwango kikubwa sana kwa wanaume kupata ugumba kwa sababu yanaweza yakapelekea mirija ambayo inasafirisha mbegu za kiume kuziba na kuzuia mbegu kusafiri. Uh, haya magonjwa yanaweza yakasababisha kuanzia kwenye sehemu ambapo korodani zinatengeneza mbegu kwenye epididymis, sehemu ya chini kabisa ya mbegu za mwanaume zikazibwa zisitoke, au inaweza ikasababisha kuzibwa kwa vas differences ambapo sasa ikiziba hii njia inamaanisha huyu mwanaume atakuwa hawezi kutengeneza mbegu kabisa. Inaitwa obstructive azoospermia. Katika hali ya kawaida mbegu zilizotengenezwa ni lazima zikutane na yai ili tuweze kupata mtoto. Ikitokea zile mbegu zimezuiwa zisitoke, inamaanisha huyu mwanaume hataweza kutunga ujauzito. Atakachokuwa anatoa wakati wa kushiriki tendo ni simen. Yale majimaji tu, lakini hayana mbegu. Katika pointi ambayo sasa kuziba kumeshatokea njia ambazo huwa zinatumika kumsaidia huyu mwanaume sio njia za kufanya operation kufungua ile mirija, kwa sababu ile mirija huwa ni midogo. Kufungua ile mirija huwa kunaongeza hatari ya kusababisha even further obstruction, kwa sababu kuifungua na kuishona kutokana na size ilivyo ndogo, it is impractical, haiwezekani. Kwa hiyo kinachotakiwa ni njia nyingine ambazo zinaweza kumsaidia huyu mwanaume. Moja kati ya hizo njia ni njia ambayo inaitwa intracytoplasmic sperm injection, njia ambayo itamsaidia huyu mwanaume kuweza kumpa mwanamke ujauzito baada ya kufanyiwa testicular sperm extraction, kwa maana ya kwamba mbegu zitavunwa kutoka kwenye korodani. Sasa hatutazichukua mbegu kutoka kwenye ejaculation, kwamba mwanaume atashiriki tendo, atamwaga nje, tutazikusanya zile mbegu aa, mbegu zitachukuliwa kutoka kwenye korodani, kwa sababu huyu mwanaume mirija imeziba. Zile mbegu zitakazochukuliwa sasa ndo zitatumika kwenda kurutubisha yai la mwanamke. Kwa hiyo, kutokana na ubora wa mbegu, huyu mwanaume anaweza akawekwa kwenye X Intracytoplasmic sperm injection ambapo ile mbegu moja ambayo ina ubora itaingizwa moja kwa moja kwenye yai na kutunga ujauzito. Ama huyu mwanaume zile mbegu zilizokusanywa zitaingizwa moja kwa moja kwenye mirija ya uzazi ya mwanamke kipindi ambacho anapevusha yai, kwa hiyo tutaongeza uwezekano wa zile mbegu kurutubisha yai, au zile mbegu zitawekwa pamoja na yai la mwanamke kwa kipindi cha masaa ishirini na nne ambapo baada ya hapo tutakuta mbegu zimerutubisha yai na kutengeneza kijusi. Kuingiza mbegu kwenye mirija ya uzazi huwa inaitwa IUI, intrauterine insemination. Kuingiza kuziweka mbegu pamoja na yai huwa inaitwa IVF, uh, in vitro fertilization. Hizi njia zote huwa zinaongeza ufanisi wa mwanaume kumzalisha mwanamke, na baada ya hapo, kijusi kitakachopatikana huwa kinaingizwa kwenye uji, kwenye mji wa mimba wa mwanamke ili kuweza kusababisha ujauzito.